hii mshapere ni ya kuonyesha kama niko Mkatolike. Kila siku minapiga magoti ili Mungu atupatie amani atusaidie ishe, imani. Mm. Eh, mavita ishe, tukwe na imani basi, bale benye wanaleta vita tunawezi kuwaombea kwa Mungu ili Mungu atusaidie baelewane, tupate maisha bona, tupate amani. Kwa sasa napatikana katika mji wa Kichanga wilayani Masisi. Mji huu ulishuhudia milio ya risasi na vita vikali. Kwa sasa watu wameanza kurudi. Sasa MTV imetembelea katika mji wa Kichanga wilayani Masisi, ambako tunakutana na wakaazi wa mji huu, wakaazi ambao wamerudi katika mji huu na shughuli za biashara zote zikirudi kama kawaida. Hii ni vi, baada ya vita vilivyoendelea katika maeneo haya kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wanamapinduzi wa AFC M23. Wakazi wa mji huu wanasema kwamba wanachokihitaji kwa sasa ni kushindikizwa kimaisha. Bahati kimaishabahati Ruzindana pa ni mjini Kichanga hiyo hmm. unafanya nini? mimi nafanya biashara kwa sangu. kwa nini leo umefanya biashara? kwa sababu watu wengi walikimbia, lakini sisi hatukukimbia, tukukimbia mjini hapa. ni kwetu, hatuwezi toka kwetu, tunatoka kwetu twende wapi? hapa ni kwetu, sisi hatukukimbia, hapana. Leo tunatumika bo oh. Wakati tulitoka mwukimbizi ile wakati ya kwanza mkukimbia, si tulianza biashara tu kama kawaida, tulikuwa natumikia oh, na leo biashara tu. Leo tunaendelesha, siku ya soko ni jeudi, tuko na ujisha wakati ya soko ya huko huko, makando kando, muvilima, Kibarizo, Mweso, Kizimba

mchezwafikutofauti tuwama na uishabila bokazi hmm. Wa maeneo haya ni wakulima, wafanyabiashara na wengine wafugaji. Wakulima wakihitaji mbegu kwa sababu wana mashamba lakini hawana mbegu, wengi wakiwa walikimbilia wa maeneo ya Goma na wakiwa wamerudi maeneo haya. Unayoyaona hapa ndio kuna soko kuu ya mji wa Kichanga. Tate, tate, habari? Njoo tuzungumze na wewe hapa. Eh. Wacha hapa na bakia <laughs> hey. Hapa, na, bakia nayo tu. Bakia na, <laughs> nina tate hapa. Tate, unasema hapa ni ni Kichanga. Kichanga. Eh. Sinaona huko mzee. Ndio. Kwako ni Kichanga? Ndio. Umeishi miaka mingapi hapa? Hapa ni kwa mkimbizi. Huko mkimbizi naishi mkichanga. Ulikimbiaka kutoka wapi? Tokia kule Goma, nilikuaka huku Kichanga. Kwetu ni kule Kisimba. Kichanga ni hapa. Eh, mm, hapa njo Kichanga mm, kule Bambu. Ba, Bambu. Mm. Bambu huku ba, Bambu. Huko maisha ni bukimbizi mm, lakini maisha iko sawa sawa kuku. Hivi umetoka kuuzisha nini? Mboga. Nini? Mboga gani? Misusa. Misusa. Hii ya kutoka kwa maboke. Eh. Ah. <laughs> Ndio iko sawa, lakini niambie mnazani ni, mna, mna zani, ni kwa nini kila siku maeneo haya ya Masisi kuna kuwa kavita? Nijua nini? Na sisi tunajiuliza ka nini, tuna nijua nini tunakosewa? Juu tunangaraka vita nakuya tu tuna kimbia, kwa sababu hapa kila miaka mitano miaka kumi kunakuaka vita ninini nini? Tunaomba Mungu nanye mutusaidie kwa vile vitu tuangare kwenye ii mm. tatizi natokiaka mnaomba mm. e... nini Oh, tunaomba musaada baba. Tuangalia kamera sasa. Tuangalie ile kamera kule. <laughs> Hey, unasema mnaomba nini? Tunaomba musaada papa. Musaada ya nini? Oh, watoto habasomi. Kishia watoto uko sefu ba musika. Wanakuwa bambaraka siya kukosa makuta, ukosefu wavyana wanakosa makuta. Tunakosa makuta ya kuwasomesha, wanakuwa maibobo sasa. Wakutusaidia mnawezi tutumia hata atatu franga, watoto wasome lakini sasa, mama, nitakupa shauri moja leo. Mkiwa mnategemea msaada, msaada haisaidie. Msaada munaweza kuhitaji ni amani peke yake, kwa sababu mkipata amani hii, mususa yako utapata nyingi, utaenda lima, ama pengine wanaweza kusaidia na mbegu lakini ukikuwa unategemea msaada, msaada haisaidia yake kitu, basi muntu akukupatia amani, sio tutaipata hey? tukiwa na imani, kumbe ni msaada wa kwanza amani natoka kwa Mungu. Ndio msaada wa kwanza, hmm. kuna watoto wangapi dadi? Mieni, kuna watoto munane. Munane. E. Wanasomaka? hawasomi ba tatu, njo wenyewe wanasomaka lakini mbele nao ulikimbiaka? Ndiyo, nilikimbiaka. Ulikimbiaka kutoka wapi mpaka wapi? na ulikuwa kuna kimbia na, na mguru ama na pikipiki? Nilikimbia na miguru, kufika munjia tukapata wa kutusaidia sasie, wazee, unaenda kuugari, wanakukata za mengi, wanakusaidia tunaenda tunafika. Unaweza sema nini kwa wale wenye wanaleta kavita, wanaweza kufanya nini? Basi bale wenyewe wanaleta vita, tunawezi kuwaombea kwa Mungu, ili Mungu atusaidie baelewane, tupate maisha bona, tupate amani, amani. E. Lakini sasa tate, nitakuambia kitu moja, unaweza kuombea mtu kwa Mungu, hata kusaidia ni kumwambia kwamba sisi tunataka amani ha?

Minaomba Mungu, minaomba Mama Maria naatuombee sana kwa watoto wake. hmm. shapele ishapeleni ya mukristu. hmm. Hii mshapeleni ya kuonyesha kama niko mukatolike. Kila siku minapiga magodi ili Mungu atupatie amani, atusaidie mavita ishe, tukwe na imani. hmm. e... Hii vita imekugusa na muna gani weye kumaisha maisha yako na kuroho yako? Hii vita ilinigusa sana tena sana shusa, minaona watu wanakufa makabila pale, tunaumiaka sana makabila. Kuna kuwa mambo ya ukabila hapa, uh, ilikuwaka, lakini mm, ilikuwaka ambia nini. Kwa wale watu wanaotumia ukabila, tunaezi vaombea kwa Mungu ili waherewane bayo, kama siote tuko wana mmoja wa baba mumoja na tulizaliwa na baba na mama mzazi mumoyo. Kwako kwa ni wapi? Kwangu ni hapa Kutere. <laughs> <laughs> sawa sawa tate. Uh, yani huyu ni mzee wa hapa Kichanga ambaye tunazungumza naye hapa, alikimbia vita, ameasirika kwa vita kwa muda mrefu. Unasema uko na miaka mingapi? Ssnte iko na miaka sitini na sita, lakini anasema mambo ya vita haitajike. Mimi ni Hoseri Malivika kutoka hapa katika mji wa Kichanga wilayani Masisi.